Tezi dume inaweza kuathirikaje? Tezi dume inaweza kuathirika kwa namna tofauti tofauti. Tezi dume ni tezi ndogo ambayo ipo kwa wanaume, ipo chini ya kibofu cha mkojo na imezunguka sehemu ya juu ya mrija wa mkojo, hivyo inaweza kuleta athari tofauti tofauti kama ifuatavyo. Njia ya kwanza itakuleta athari ni kuongezeka kwa, kwa ukubwa wa tezi dume, kitaalam tunaita ni benign prostatic yaani BPH. Hii inaweza kumsababisha mwanaume kupata shida wakati wa kujisaidia au kutoa mkojo, pia wakati anakojoa kuto kumalizika mkojo wake wote na kumletea usumbufu baadaye. Njia ya pili ya kuathirika tezi dume ni kupata uvimbe au kupata maambukizi tezi dume, tena tunaita ni hii inaweza kumsababishia mwanaume kupata maumivu wakati ukojoa. Pia inaweza kumsababishia maumivu ya kibofu cha mkojo, na ikizidi zaidi inaweza kumsababishia homa. Njia ya tatu ya kuathirika kwa tezi dume ni kensa, ambayo hii inaweza kusababisha kuenea kwa maambukizi ya kensa sehemu ya karibu ya tezi dume au sehemu nyingine za mwili. Hivyo inashauriwa kwa mwanaume kuanzia miaka arobaini arobaini arobaini na tano huwa na kawaida ya kuchunguza afya ya tezi dume japo kwa mwaka mara moja. Hii ni kwa ajili ya endapo itakuwa itatokeza athari yoyote, basi kudhibitiwa mapema ili kuwa salama na kutokuja kupata maambukizi haya ya kansa. Natumai umejifunza katika video hii. Share kwa wanaume wengi zaidi wapate kujifunza na usisahau kulike comment, na kunifollow kwa ajili ya kujifunza zaidi. Asante, ni mimi Abdul-latif Wellness, mtaalamu na mshauri wa afya. Karibu kwa ushauri wa afya.